Hey, hey guys, jamani, nilikuwa anaona mitandaoni da Mwajay akiwa naposti vitu, anatangaza matisheti ya chambuo nini, nikaona haka, ngoja nifike ofisini kwake niende nikajione. Mmeiona hii tisheti niliyovaa, wapenzi? Mmeiona nilivyopendeza jamani, kuna matisheti. Kuna vitu vizuri, yaani unatumia wewe pamoja na vijukuu vyako, si umenielewa? Hivi unaliona kama ili tisheti, hebu niambie Unalikataje kwa mfano eh? Lilivyo kali lilivyokuwa tamu likikaa mwilini linatulia, yani unasema nini eh? unaiona hii kazi ilivyojaa eh? Jamani wadada, wadada, wanunulieni wapenzi wenu wapendeze. hey! hmm. Jamani, si nikasema labda nikaangalie, nika na magauni Umekiona kitu kama hichi? Yaani nikachanganyikiwa, nikavurugwa kabisa. Yaani da, Mwajay! Jamani ikanifanya mix bias, nimevurugwa kabisa. Jamani mlioko maofisini, kuna vitu vya Uturuki vimeshuka, quality hatari. Kimbia uje uone, nakwambia vitu ni vizuri, utachanganyikiwa wewe, ushindwe wewe tu, tena beiche mtelezo Yani nikwambie, yani sina la kuongea, inachokushauri njo kwa dama Mwajay, uone kitu utakachokipata, yani ukiingia au mutoki